Ndugu waandishi wa habari, ninapenda kueleza kuwa mimi nimebahatika kuwa balozi wa mfumo wa NeST ambao unasimamiwa na PPRA, lakini pia mimi ni msemaji wa Generation Samia, hivyo ninajisikia furaha sana zaidi kuzungumza na nyinyi hii leo kuhusiana na mfumo wa NeST, lakini pia kuhusiana na Generation Samia. Generation Samia ni jukwaa la fursa ambalo lengo lake kubwa ni kuyaunganisha makundi mbalimbali kwenye jamii na fursa zilizopo na zinazoendelea kutengenezwa na serikali ya awamu ya sita. Sisi tunaamini katika mafanikio, na ndiyo sababu tunafahamika kama kizazi cha mafanikio, yani Generation Samia, kizazi cha mafanikio. Hivi karibuni tumeratibu matukio ambayo yamekutanisha maelfu ya Watanzania kutoka makundi mbalimbali mbali, kwa lengo la kujadili eh, kupeana fursa za uwepo wa kupeana taarifa za uwepo wa fursa na jinsi ya kutumia fursa hizo kufanikisha ndoto na malengo. Disemba mwaka jana tulifanya tukio kubwa sana katika jiji la Dodoma. Lakini Februari mwaka huu tulifungua mwaka kwa kufanya kongamano la fursa na uchumi pale mkoani Singida ambalo kongamano hili lililokutanisha zaidi ya watu elfu saba. Ndugu waandishi wa habari, kazi hii ya kuzitambua fursa zilizopo lakini pia kuwaleta pamoja maelfu ya watanzania kuzijadili na kupeana zile mbinu za kuzitumia fursa hizi, tunaifanya hii kazi kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo taasisi za serikali na leo hii tuko hapa mkoani Mwanza tukiwa tunashirikiana na mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA, ambayo inasimama inasimamia taratibu za michakato ya tenda zote za serikali. Generation Samia sisi tumetambua kuwa serikali inatumia zaidi ya asilimia sabini ya bajeti yake kwenye masuala ya ununuzi wa umma. Sisi kwetu hii ni fursa na tumeitazama kama fursa ambayo tunatakiwa kuipeleka kwa Watanzania na kupitia uh, masuala mazima ya ununuzi wa umma katika kutekeleza miradi mbalimbali mbali, na mambo mengine ya kuwaletea wananchi maendeleo endelevu. Serikali inanunua huduma, serikali inanunua bidhaa na kazi za ujenzi. Serikali ina bajeti ambayo inaitumia kutekeleza haya yote kwa kutoa tenda kwa wananchi wenye sifa. Kwa kuzingatia hayo, Generation Samia kwanza tumezimulika fursa za tenda za serikali zilizopo hapa mkoani Mwanza, lakini pili tumetambua kuwa serikali imejenga mfumo wa NeST ambao unatumika kutoa tenda hizi za serikali na ni kwa uwazi na usawa lakini pia kila Mtanzania ana uwezo wa kuziona na kuzifikia tenda hizi popote pale alipo. Sasa basi, Generation Samia, kizazi cha mafanikio, tupo Mwanza, tumekuja Mwanza kufungua kodi kodi ya jinsi ya kupata tenda za serikali kupitia mfumo wa NeST. Sisi Generation Samia tumeandaa kongamano la wazi la fursa za uchumi ambalo kongamano kunga uh, hili linabeba ujumbe muhimu wa mgao wa asilimia 30 za Mama Samia kupitia mfumo wa Nesti. Narudia tena, tumeandaa kongamano la wazi la fursa za uchumi ambalo linabeba ujumbe unaosema mgao wa asilimia 30 za Samia kupitia mfumo wa Nesti. Huu ujumbe tumeubeba kwa sababu kwa nini tunakwenda na huu ujumbe katika kongamano hili? Kwanza, mfumo wa NeST umejengwa na serikali ya awamu ya sita iliyo chini ya Dkt Samia Suluhu Hassan. Lakini pia sio tu hilo, huu mfumo umejengwa na Watanzania wataalamu wa ndani ambao ni Watanzania, lakini kubwa ni kwamba kupitia sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 ambayo ilitungwa wakati huu wa serikali ya awamu ya sita. Sheria hii inaitaka kila taasisi ya serikali kutenga asilimia 30 ya bajeti yake ya ununuzi kwa ajili ya makundi maalum. Makundi maalum hayo ambayo ni vijana, wanawake, watu wenye ulemavu pamoja na wazee na tayari ninavyozungumza hii leo kupitia mfumo huu wa NeST makundi haya ambayo nimeyataja yameshapata mgao wa tenda zenye thamani ya takribani shilingi bilioni kumi na tano. Sasa hapa Mwanza kuna fursa nyingi sana katika, uh, katika sekta hii ya ununuzi wa umma, na uzuri ni kwamba fursa hizi zipo hadi ngazi ya serikali ya mitaa. Lakini ni kwamba wananchi wengi hawafahamu hawa kuhusiana na fursa zilizopo. Zipo fursa za ujenzi, zipo fursa za usafi, lakini pia serikali inahitaji huduma, inahitaji kununua bidhaa na kadhalika. Sisi kazi yetu kama Generation Samia, jukwaa la fursa, kazi yetu sisi ni kufungua kodi za fursa, kazi ambayo tutaifanya pasavyo hapa Mwanza mbele ya maelfu ya Watanzania tukiwa na PPRA lakini pia tukishirikiana na wadau wengine. Ndugu waandishi wa habari, napenda kuwafahamisha kwamba tumewaita hii leo kuambia tutakuwa na kongamano kubwa la wazi la fursa za uchumi ambalo litabeba ujumbe muhimu wa mgao wa asilimia 30 za Samia kupitia mfumo wa NeST na kongamano hili litafanyika hapa jijini Mwanza, Siku ya Jumamosi tarehe 29 mwezi huu 2025, eneo ni kwa Tunza Beach. Narudia tena ni Jumamosi ya Machi 29, 2025, kwa Tunza Beach. Ratiba yetu itaanza mapema kabisa asubuhi kwa matembezi yatakuanzia kituo cha Radio Free Africa njia ya kuelekea airport hadi kwa Tunza Beach. Tunaamini kuwa baada ya kongamano hilo, Watanzania wengi zaidi watajisajili kwenye mfumo wa NeST zaidi, lakini pia idadi ya vikundi vya wanawake, vijana, wazee na watu wenye ulemavu vinavyopata tenda za serikali kupitia mfumo wa NeST tunaamini kwamba vitaongezeka. Generation Samia pamoja na PPRA tunasema kwamba connection pekee ya tenda za serikali ni mfumo wa nesti. Ndugu waandishi wa habari, mwisho lakini sio kwa muhimu, niwashukuru tena kwa kuitikia wito wetu. Tunaamini kwamba sauti ya kizazi cha mafanikio imesikika na itakwenda kusikika zaidi. Karibuni sana, tufungue kodi za mgao wa asilimia 30 za Samia kupitia mfumo wa NeST. Kwa majina naitwa Juma Mkobya, ni meneja wa huduma za kanda kutoka mamlaka ya ununuzi wa umma PPRA kanda ya Ziwa. Kipekee ni shukuru serikali ya awamu ya sita kwa kuiwezesha PPRA kuweza kusimamia vizuri sekta hii ya ununuzi wa umma, lakini pia kuiwezesha kuweza kufikia wananchi wengi zaidi kwa kuanzisha ofisi sita za kanda. Mojawapo ya ofisi ya kanda ni ofisi ya kanda ya Ziwa ambayo iko hapa Mwanza, iko ofisi ya mkuu wa mkoa hapa Mwanza na tunafanya kazi zote za msingi zinazofanywa na makao makuu. Nawasihi wakazi wa Mwanza na Watanzania wote kwa ujumla msikose nafasi ya adimu hii ya kushiriki ili kongamano la fursa ambalo limeletwa na Generation Samia hapa Mwanza, linalolenga kuwaeleza kuhusu mgao wa asilimia 30 za Samia kupitia mfumo wetu wa NeST. Ndugu waandishi wa habari, kama ilivyoelezwa na mnavyoelewa zaidi ya 70% ya bajeti ya serikali inaingia kwenye shughuli za ununuzi wa umma. Hivyo ni sehemu muhimu sana ambayo inatumia fedha za umma, hivyo usiposimamiwa kikamilifu inaweza kuleta madhara makubwa. Kunaweza kuwa na upotevu wa fedha na miradi yetu ya maendeleo inaweza isifikie malengo, na hatimaye kusiwe na thamani ya fedha. Kwa ufupi, Watanzania wanaweza kushiriki michakato yote ya zabuni kama kampuni au kama vikundi au bila kuwa kampuni. Cha msingi anachotakiwa kufanya ni kuwa amesajiliwa katika mfumo wa Nesti kama mzabuni. O, serikali imekusudia kutoa ajira zaidi ya milioni 8 sehemu si kubwa ya hizo ajira inatokana na fursa ambazo zipo kwenye ununuzi wa umma kupitia mfumo wa Nesti ambazo Generation Samia wamekuja kuzielezea hapa Mwanza siku ya Jumamosi tarehe 29. Kwa hiyo tunaomba tusikose Tunatambua mwanza ni jiji kubwa sana lenye fursa nyingi zaidi za tenda za serikali. Tunakaribisha sana kwenye kongamano litakalofanyika, nimesema hapo 29 Jumamosi, ili tuweze kuelezwa namna ya kupata hizo fursa. Kwa kutambua umuhimu wa, na ukubwa wa tukio hilo, mkurugenzi mkuu wetu wa PPRA bwana Dennis Simba atakuwepo mwenyewe binafsi kueleza hizo fursa zinapatikanaje mpaka sasa hivi makundi maalum ambayo yamesajiliwa kwenye mfumo wa Nesti yako karibu mia tano hamsini na tenda ambazo zimeisha kwenda shakuwa sh shatolewa kwenye yo makundi maalum ni zaidi ya shilingi bilioni kumi na tano. Kwa kanda ya Ziwa tuna zaidi ya, ya, ya, ya, ya makundi maalum ambayo yamesajiliwa kwenye Nesti zaidi ya sabini. Lakini unajua kwamba ni ambao wamesajiliwa kwenye kwenye NeST, kuna wengine ambao wamesajiliwa wana vikundi lakini vya vya wamesajiliwa kwenye halmashauri na bado si kwenye kwenye NeST bado hawajasajiliwa. Kwa hiyo lengo hata ila kongamano la Generation Samia ni kusaidia hivi vikundi ambavyo vipo viweze kujiunga pamoja kama kama kama kama, kama vipo na kama vipo visajiliwe na halmashauri zao vile vile wajisajili tuwasajili kwenye mfumo wa NeST waweze kupata hizo fursa. Nichongezee ni swala mwenzangu hapa mwanashaba ameuliza hapa kuhusiana na kwamba hizo asilimia 30 ziko kwenye bajeti ya nani? Asilimia 30 ziko kwenye bajeti ya taasisi nunuzi, ile mipango. Sheria inasema kila taasisi nunuzi inapopanisha mpango wake wa ununuzi wa mwaka inatenga asilimia 30 ya huo mpango kwa ajili ya makundi maalum. Hiyo ni sheria, ni agizo, ni maelekezo. Kwa hiyo taasisi yoyote ile, kwa mfano, ile yenyewe kama ina tenda zake za shilingi labda bilioni tano, asilimia 30 ya bilioni tano lazima itenge kwa, e, sekretari ya mkoa pale kwa rasi